Habari za wakati huu ndugu wanahabari, e, pamoja na wadau na wasikilizaji wa Vwawa FM, tumewakaribisha tena kwa wakati mwingine, baada ya mkutano wetu uliopita wa kuzungumza kuhusiana na tuzo zetu za Vwawa FM Awards. Mkutano uliopita tulizungumzia kuhusiana na vipengele mbalimbali ambavyo wasanii watashindana, lakini hii leo tumekuja kwa ajili ya kumalizia eneo lililokuwa limebakia katika mchakato wetu wa kwenda kupiga kura wa kwenda kuchagua ama kwenda kushindana na hao wasanii leo tutapata nafasi ya kusikia majina ya wasanii pamoja na eh, nyimbo ama kazi ambazo zimeingia kwenye vinyang'anyiro kwenye vipengele mbalimbali vya tuzo zetu lakini pia tutapata nafasi ya kujua ni tarehe gani tutaanza kupiga kura na mwisho itakuwa ni lini wa kupiga wa kupiga kura Tukianza e, kwa upande wa kutaja wasanii ambao wamefanikiwa sasa kuchaguliwa kuingia kwenye vipengele mbalimbali ama pamoja na nyimbo zao, tutaanza na nyanja ya muziki, ambapo hii nyanja ya muziki nitaanza kuwataja wasanii e, msanii bora wa kiume. Msanii bora wa kiume, wasanii watakaoshindana ni Chris Gay, Denmark, Jay Kala, Almas Tz, Tuzo Benz, Dinase Waida, Diklopa pamoja na Mr. Lion Vita. Msanii bora kwa upande wa msanii bora wa kike Nisha TZ, Odo Lavnana, Sit Romantic, Kate Romantic, Marian pamoja na Maila Ukija kwa upande wa nyimbo bora ya hip hop, Sifananishi di Klopa akiwa ameshirikiana na John Makin, haso ya Meja MC, inawezekana ikala akiwa ameshirikiana na the MC Doctor, tulipoka ya Mshomari, My Daughter ya Waida, jana leo kesho ya Southwest Family, Haleluya ya Kalinguna Tunduma Kids wao uh, na wimbo wa Tunduma ki, ni, ni kutoka Tunduma Kids mwenyewe Tuzo Benz, pamoja na nitatokaje ya Credo Boy, nyimbo za Bongo Flava ambayo zimechaguliwa kuingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha wimbo bora wa Bongo Flava. Nipo tayari J Crown wa Ubani, Mr Nobody, hana huruma ya Marian Sina Christ Gang na wameshirikiana na ma makodo lakini tutatoboa remix ya Dinase pamoja na Stamina, Mwanuno ya Almas TZ, Kijumbe ya Kate Romantic, I Don't Care ya Mount HD na Kusubiri ya Mr Lion Victor, Usikate Tamaa ya Dogo Shuku akishirikiana na Media MC, lakini pia Nani Kasema ya G, Daras Mwa, hizo darasmhizo nyimbo za hip hop za Bongo Flava, lakini kwa upande wa wimbo wa asili eh, kuna wimbo wa Tubuke wa Denmark na fuma Kuisani mawazo tulianje pashilabu ya Tuzo Benzi, na nyimbo za injili eh, wimbo bora sasa wa injili Elikado eh, Muyombe lakini pia habari njema ya Yusta Isaac, hivi ndio huyo, ya Geoffrey Mwamboneke, sauti ya Bwana, Tumaini Gospel Singers na kutumaini, Haruni Nixon, ninashukuru Samuel William, nipo salama ya Happy Mwanji kwa upande wa kwaya bora eh, tumepata kwaya mbili ambao ni Victor kwaya pamoja na Tumaini Gospel Singers. Lakini kwa upande wa bendi bora za muziki ambazo zinashindania kwenye kipengele cha bendi bora ya muziki, ipo Tunduma Kids kutoka pale Tunduma, Itemba bendi, Southwest family bendi na tukitoka hapo e, mzalishaji bora wa muziki e, tunaye Soundkilla kwenye hicho kipengele, lakini yupo Winston Beats pamoja na Kecha. Kwa upande wa mwongozaji bora wa video za muziki yupo Director Adam, Director Pose, Director Regan IC pamoja na Director Samba, lakini kwa upande wa video bora, video bora tutatoboa remix ya Dinase na Stamina, tulipoka Mshomari Goli Shukuboi, na kushukuru ya Mr. Lion Victor My Name, Jay Kala akishirikiana na IQ, uh, the music sina ya Chris Gain pamoja na umeokoka ya tuzo benzi ambayo imeshirikiana na uh, 20%. Hiyo ni kwa upande wa vipengele vya nyanja ya muziki vya nyanja ya muziki uh, ndugu wanahabari, twende tukaangazie vipengele vingine vya nyanja ya jamii pamoja na nyanja ya filamu. Tukianza na vipengele katika nyanja ya filamu uh, tulikuwa na kipengele cha filamu bora ambapo katika hizo filamu bora, filamu ambazo zitashindania hapo ni Flaviana Gangi, miguu yangu na pamoja eh, amerogwa. Lakini pia katika kipengele hicho cha filamu kuna kipengele cha msanii bora wa kiume wa filamu, ambapo kwenye msanii bora wa kiume wa filamu eh, yupo Albert Dimela, Eric Mtawa, Kaegeri Joji pamoja na Mista Daniel kwa upande wa msanii wa kike e, wa filamu yupo Enea Msukwa, Nans Mwinuka pamoja na Anita Agustino. Sasa twetu tukatazame muongozaji bora wa filamu ambaye ni ambao wanashindania hapo ni Regan Masaka Masika ambaye alimaarufu Regan IC pamoja na Baraka Kayala. Lakini kwa upande wa mshereheshaji bora ama MC sasa, yupo MC Maputa, MC Binashi, MC Chelwa, MC Mkemesa pamoja na MC Madamcheka. Kwa upande wa DJ, kwa maana hawa watoaji burudani kwenye kumbi za starehe na maeneo mengine yupo DJ Mu, DJ THK, DJ man7 pamoja na DJ Njie. Twende tukaangalia kipengele kingine ambacho ni kipengele cha mbunifu bora wa mavazi ee, ambapo yupo Mdampala, Tony Mafa eh, Tino Mafashion, Baharia pamoja na Elisha Fashion and Designing lakini mjasiria mali bora yupo Eagles Masai Fashion Tekra pamoja na Madam Cheka. Kwa hiyo, kwa ujumla hao ndio watu ambao watashindania tuzo hizi za Vwawa FM Awards iko elfu mbili na ishirini na nne. Hao ndio washindani wetu ambao sasa tutaenda kuwapigia kura. Ndugu wanahabari, baada ya kuangazia majina ya wasanii ambao wamechaguliwa kwenye tuzo zetu, sasa ni watajie rasmi tarehe ya kwanza kupiga kura, ambapo tutaanza tarehe kumi na tatu ya mwezi wa tatu na tutamaliza tare, tarehe tisa ya mwezi wa nne. Hii itakuwa ni siku tatu tu eh, kabla ya kwenda kwenye tukio letu rasmi la ugawaji wa tuzo hizi za mwaka 2024 litakalofanyika tarehe kumi na mbili ya mwezi wa nne, na utaratibu wetu wa kupiga kura utakuwa ni kama ifuatavyo. Kwa tutakuwa na utaratibu wa aina mbili, kwa maana ya kwamba tutakuwa na upigaji kura kwa kupitia mfumo ambako tutaisambaza link na wasanii wataisambaza link, lakini pia tutakuwa na upigaji kura kwa, kwa wa kawaida kwa maana ya kutumia simu ya kawaida. Tukija kwa upande wa kupiga kura kwa kutumia mfumo uh, kila mpiga kura atapiga kura mara moja tu kwa siku na ndio itakuwa inahesabika hiyo, lakini tukija kwa upande wa kupiga kura kwenye upande wa namba ya simu ambayo ni simu ya kawaida, mpigaji kura atatakiwa kupiga walau mara mbili kwa wiki, ambapo hiyo namba uh, ya kupigia kura tutaendelea kuitaja kwenye vipindi vyetu vya redio mbalimbali ambavyo mbali e, vitakuwa vinaendelea na hiyo namba tutakuwa tunahitaja. Kwa hiyo utaratibu e, mpiga kura atatakiwa kupiga kura mara mbili tu kwa wiki, na mshindi atapatikana kutoka katika hayo makundi yote mawili, kwa maana ya kwamba zitajumlishwa kura za kutoka kwenye mfumo na pamoja na kura za kwenye simu ya kawaida, ndipo ambapo tutapata mshindi wetu wa jumla wa kila kipengele. Ndugu wanahabari, pamoja na washiriki eh, wa, wa tuzo hizi nataka ni, wa, ni wape msisitizo eh, mshindi wa tuzo zetu sisi atapatikana kwa kura kama ambavyo nimewaeleza, atapatikana kwa kura. Kwa hiyo eh, kazi kwenu washiriki eh, kuhakikisha mnapambana kwenye hilo, lakini pia eh, tunajua shughuli hii inahitaji watu wengi na vitu vingi bado tunayo nafasi ya kuendelea kupokea wadhamini mbalimbali ambao wanahitaji kutushika mkono kwa ajili ya kuhakikisha tunalifanikisha jambo hili kwa ukubwa ule ambao sisi tunafikiri. Ee, baada ya kusema hivyo, niwakaribishe sana e, wadhamini ambao mtahitaji kuungana nasi, lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru wadhamini wetu ambao tayari tuko nao, wametushika mkono, ambao wanaendelea kutusukuma uh, gurudumu hili mpaka hapa. Eh, akiwepo Kijanja House of Arts, lakini pia Mbungula Eagles Fashion, Mwakata, Mama Mzungu eh, Lempe, lakini pia bila kusahau eh, Songwe TV, lakini pia eh, tumshukuru kwa dhati kabisa G Toto Shop naye ni mdhamini wetu danken ni wadhamini wetu pia lakini pia na Elisha Fashe mwisho kabisa ni washukuru e, ofisi ya utamaduni wilaya ya Mbozi, kwa maana ya kwamba tu ofisi ya wilaya ya nzima ya Mbozi kwa kutupa ushirikiano na miongozo mbalimbali, tuwashukuru sana. Lakini pia tuendelee kuwaomba waendelee kutushika mkono, tuhakikishe tunalifanikisha jambo hili vizuri sana. Kwa nukta hiyo, wanahabari, mimi niwashukuru sana, niwaambie tu twende uwanjani kupiga kura.